Elfans, ebana sheria za mpira ambavyo zimewekwa zinakuwa applied kwa timu zote, si timu ndogo, si timu kubwa, wala si timu ya daraja la kati. Ukijaribu kuangalia katika mechi ya eh, ambayo iliwakutanisha Simba wakiwakaribisha Black Stars, kuna matukio mengi sana ambayo yanaweza kukupa maswali, yanaweza kukupa eh, maswali mengi ambayo yanakosa majibu moja ya sababu ambayo unaweza kuwaza ni kwamba Simba dhidi ya eh, Namungo FC waliweza kupata penalti tatu ambazo waliweza kupatiwa na mwamuzi kwa sababu inawezekana walistahili, lakini katika mechi dhidi ya Singida Singida Black Stars Singida Black Stars dhidi ya Simba walistahili kupata penalti tatu, lakini sheria ile ile ambayo ilikuwa applied dhidi ya eh, Namungo FC dhidi ya Simba Simba kupata penalti tatu sheria hiyo hiyo ambayo ilitakiwa kuwa applied dhidi ya Simba ikawa haikutumika katika mechi ile. Kwa maana hiyo, unashindwa kuelewa kwamba hizi sheria, kwa nini zinashindikana zina kufuatwa, kwa sababu sheria hizi zimetengenezwa pasipo kutengeneza matabaka, kwa maana ya kwamba pasipo, pasipo kujali uh, ukubwa wa timu pasipo kujali uh, uchumi wa timu pasipo kujali mafanikio ya timu, bali sheria hizi hizi ikiwemo sheria ya offside sheria ya ya penalty, kwa maana ya faulu ambayo inakuwa imefanyika ndani ya box la kumi na nane inaweza kuwa be applied kuwekwa kutumika katika mchezo rasmi ambao unachezeka. Kwa hiyo unajaribu kujiuliza maswali ambayo ni mengi, ni maswali magumu kupata majibu kwamba inawezekanaje sheria hiyo hiyo ambayo inatumika dhidi ya timu ndogo eh, kuwapa haki timu kubwa sheria hiyo hiyo inashindikana kuwapa haki timu ndogo kwa maana ya kupata haki zao pale wanapostahili. Sasa Mr. Sports Science leo nakupa tu uwanda uh, mdogo kwamba unaweza ukawaza kwa nini sheria kama hizi zinashindwa kutumika zaidi katika timu za daraja la kati kama Singida Black Stars Helfans. E bana, sheria za mpira ambavyo zimewekwa zinakuwa applied kwa timu zote, si timu ndogo, si timu kubwa wala si timu ya daraja la kati. Ukijaribu kuangalia katika mechi ya eh, ambayo iliwakutanisha Simba wakiwakaribisha Singida Black Stars, kuna matukio mengi sana ambayo yanaweza kukupa maswali, yanaweza kukupa eh, maswali mengi ambayo yanakosa majibu. Moja ya sababu ambayo unaweza kuwaza ni kwamba Simba dhidi ya Namungo eh, FC waliweza kupata penalti tatu ambazo waliweza kupatiwa na mwamuzi kwa sababu inawezekana walistahili, lakini katika mechi dhidi ya Singida Singida Black Stars. Singida Black Stars stars dhidi ya Simba walistahili kupata penalty tatu, lakini sheria ile ile ambayo ilikuwa applied dhidi ya eh, Namungo FC dhidi ya Simba Simba kupata penalty tatu, sheria hiyo hiyo ambayo ilitakiwa kuwa applied dhidi ya Simba ikawa haikutumika katika mechi ile. Kwa maana hiyo, unashindwa kuelewa kwamba hizi sheria kwa nini zinashindikana zina kufuatwa? Kwa sababu sheria hizi zimetengenezwa pasipo kutengeneza matabaka, kwa maana ya kwamba pasipo, pasipo kujali ukubwa wa timu pasipo kujali uh, uchumi wa timu pasipo kujali mafanikio ya timu, bali sheria hizi hizi ikiwemo sheria ya offside sheria ya, ya penalty, kwa maana ya faulu ambayo inakuwa imefanyika ndani ya box la kumi na nane inaweza kuwa be applied kuwekwa kutumika katika mchezo rasmi ambao unachezeka. Kwa hiyo unajaribu kujiuliza maswali ambayo ni mengi, ni maswali magumu kupata majibu kwamba inawezekanaje sheria hiyo hiyo ambayo inatumika dhidi ya timu ndogo eh, kuwapa haki timu kubwa. Sheria hiyo hiyo inashindikana kuwapa haki timu ndogo kwa maana ya kupata haki zao pale wanapostahili. Sasa, Mr Sport Science leo nakupa tu uwanda uh, mdogo kwamba unaweza ukawaza kwa nini sheria kama hizi zinashindwa kutumika zaidi katika timu za daraja la kati kama Singida Black Stars.